Ni baada ya alfajiri katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA, ndege inayombeba hayati Cleopa David Msuya inatua ndani. <coughs> Yake wapo wanafamilia wake wa karibu pamoja na viongozi waandamizi wa serikali. Uwanjani mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu na gwaride rasmi kutoka kwa vikosi vya jeshi la ulinzi wanapokea mwili kisha wanaosindikiza lilipo lango na kutokea uwanjani hapa. Kutokea uwanjani, msafara unapita pole pole kupitia miji na vijiji vya mkoa wa Kilimanjaro Boma Ng'ombe, Sadala, Moshi mjini, Kiboriloni, Kawawa njia panda hadi Chekereni. Safari ya kuelekea Mwanga inahitimishwa katika uwanja wa CD Cleopa Msuya. Kila eneo, hisia za uzuni na heshima utawala. Safari ya mwili huo inafikia katika uwanja huu wa CD Msuya. Ule ni Mwanga uwanja aliyosimamia mwenyewe kuwasisiwa, leo hii haubebi jina lake pekee, bali pia kumbukumbu ya mwisho ya mchango wake kwa taifa. Tumekusanyika hapa leo kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kwa aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Cleopa David Msuya. Pamoja na kazi kubwa aliyoifanyia taifa letu, Mheshimiwa hayati Cleopa David Msuya, enzi ya uhai wake, alitoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mkoa wetu wa Kilimanjaro na taifa kwa ujumla, na hasa hapa Mwanga, kwa sababu alikuwa mbunge kwa kipindi cha miaka ishirini. Katika ibada iliyojaa sala, tafakari na alama za kitaifa, viongozi wa dini, wanasiasa, wanadiplomasia na maelfu ya wananchi wamekusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Katika nafasi yake hakuweza kugawia watu fedha ili awe bunge, na kipindi hiki ninawaonya Wanamwanga, lakini kipindi hiki ninawaonya Watanzania, kataeni watu wanaonunua kura, kataeni hawa... Kwa sifa yake njema kwa bidii yake kwa moyo wake hata mkimtazama usoni afanane na anachokisema sisi tunapoona haya yote kwa kweli hatuoni tofauti ya waziri mkuu aliye staafu na aliye kazini amepata heshima zote anazostahili tunapenda kuwashukuru sana jambo la pili tunaposoma Zaburi ya mia moja na tatu mstari mmoja wa tano neno la Mungu linasema aushibishe mema uzee wako. Mzee wetu aliyelala hapa mbele yetu, Mwenyezi Mungu ameushibisha mema uzee wake. Wengine walivaa mavazi meusi, wengine waliimba nyimbo za maombolezo, huku wengine wakikaa kimya kwa heshima najua wengine mtakuwa mnadhani kwa, kwa sababu alikuwa waziri mkuu na wakati fulani makamu wa kwanza, kwamba hili, hili, hili stahili yake. Ni kweli na serikali imeweka utaratibu mzuri sana, lakini nadhani kwa mzee huyu, hasa kwa Wanamwanga, na bahati nzuri kufanya kazi serikalini kwa muda mrefu kidogo, alikuwa ni mzee mmoja ambayo kwa kweli katika hali ya kawaida ameacha mambo mengi mazuri kutokea Mwanga. Mwili huo sasa unasafirishwa kuelekea Usangi, kijiji alikozaliwa kwa maziko. Lakini hata katika safari hii ya mwisho Cleopa David Msuya anawakumbusha Watanzania kuwa utumishi wa umma unapofanyika kwa uaminifu na maono huwaacha alama isiyofutika. Cleopa David Msuya atutumikia taifa kwa zaidi ya miaka 30, katika nafasi mbalimbali za juu serikalini. Mimi ni Dixon Busagaga, hii ni Clouds TV Mwanga, Kilimanjaro.